Ninayo heshima kubwa kusimama mbele yenu hapa na huyu wa maneno ya kusema kwa sababu ya ibada nzuri sana ambayo imefanyika hapa na kuani wetu Baba Askofu. Tunakushukuru sana Baba Askofu. Tumepata neno la uzima, neno zuri sana. Niombe nisipoteze muda, lakini niseme maneno machache. Baba Askofu kwa ruhusa yako, huyu mama tumempata mchungaji, yaani anapiga simu asubuhi, mchana, jioni, saa ngapi. <laughs> Diwani, utakuja kusali lini kwetu? Kwaiyo mama, leo nimekuja na bahati nzuri, nimekuja na baba Askofu na huo umekuja kwangu. Hizi ni baraka kubwa kubwa kweli. Na ibada hii imekuwa na upako sana, niseme maneno matatu baba Askofu. Mama mchungaji aliyeshirikisha kwamba anapata tabu sana juu ya wameamua washirika changa apate pikipiki akwenda mpaka mkoni na kila siku anapoti hmm. Mimi niliweka ahadi singa, na ahadi hiyo leo ndaimaliza. Niliahidi shinga pmamcika, niliahidi laki mbili leo namaliza, na leo naahidi tena laki <laughs> na, na mbili namaliza leo ona mo baba wa kijiji, <laughs> tunajua wewe sio Nawe, mtei lakini, na wewe na wewe bwana, na wewe nichangie mwani wako okay. Haya, amesema kwa heshima yangu, na yeye anaahidi anaahidi laki moja Basi baba askofu, mii baada ya kusema hayo nishukuru sana kwa ibada nzuri ambayo umetuendeshea hapa. Nimefurahi na kuona sasa hivi afya yako ni nzuri, sauti yako inatoka nzuri, tunafurahi. Wewe unatuombea na sisi tunakuombea sana kwa jimbo, mchungaji wa usharika, wachungaji miliopo na washarika wote. Wakati nilipopewa nafasi ya kutoa salamu nilisema kidogo juu ya ubunge wetu Jackson Kiswaga mbunge wa Jimbo la Kalenga, na ya kwamba yeye hayupo hata kuwepo, lakini diwani atakuja. Na kweli baada ya muda diwani ameingia, ambaye ni rafiki yetu sana, ni msharika wetu, ni mhubiri wetu ndani ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na ni mhubiri mwenzangu, Stephen Mhapa, ni mhubiri mwenzangu msharika mwenzetu ambaye kwa kweli nasema kutoka moyoni ni mtu anayependa kujitoa kweli. Tangu nimemfahamu Stephen Mhapa, mheshimiwa diwani, nimeona namna anavyotoa maisha yake kwa Kristo, lakini anatoa na hivi anavyovifanya, si kwamba anaigiza. Nyinyi mnamjua io, lakini tangu nimemjua wa msharika pale Kidamali na wakati ule kupe bado unafanya ile kazi ya kuhubiri kwa nabiri mikutano ya nje huko. Hao ndio walikuwa wanahubiri na, na walioisimamisha sana hata usharika huo, usharika huo jirani yetu, usharika mama, na hapa kwa kweli ni miongoni mwao, ni hao familia ya kina Mhapa akiwemo Steve na kina Donald, na wengine wamefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo Stiveni, mimi ninavyokuona wewe namuona Mungu anayeendelea kutumika ndani ya kanisa letu. Na hata unavyotuwakilisha huko, baba, unatuwakilisha vizuri sana. Mungu aendelee kukupa afya njema, wewe na familia yako, wewe na wanyumbani wako, wewe na wananchi wako. Ni mshukuru sana diwani lakini naomba diwani anipelekee hawa anayehusika, mchungaji, nipelekee salamu nyingi kwa mbunge wetu Jackson Kiswaga. Mheshimiwa Jackson Kiswaga ni mtoto wetu ndani ya kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania, lakini kwa kweli ana moyo sana wa kupenda nyumbani na kupenda eh, watu wake wa nyumbani. Tuendelee kumwombea awe na afya njema ile ile huduma, wapendwa, sio rahisi. Naomba kumwombee sana, sawa wapendwa? Ukishakuwa kiongozi, wewe ni mapambano, tuna vita tu kila wakati. Mwendelee kumwombea kumtia moyo, anafanya vitu vizuri na hata nyumba ile, kwa sehemu kubwa, kwa taarifa nilizo nazo, amesaidia sana ukarabati wa nyumba ile. Lakini hata mimi amekuwa akiwasiliana na mimi mara nyingi. Mara zote nilizoumua amekuwa akinipigia simu kwamba umerudi, unaendeleaje. Tumeonana naye mara nyingi. Ni mtoto wetu tunayempenda sana ndani ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri dayosisi ya Iringa. Kwayo naomba tuendelee kumwombea.